Mana rafiki wa thamani kubwa, ananipenda kwa pole kwa pendo amini, kuishi kutengwa naye lauku siwezi, tunakaa pamoja Bwana nami katika jioni ya leo unatamani kuzungumza nasi kwa hizi dakika chache, tupo tayari kukusikia. Nena nasi na kupitia somo fupi la jioni ya leo likatoshe kutuandaa kwa ajili ya uzima milele, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Marko sura ya nane ni mstari wa ishirini na mbili mpaka ishirini na nne Biblia na maneno haya: wakafika Bethsaida wakamletea kipofu wakamsihi amguse akamshika mkono yule kipofu, akamshukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono juu yake, akamuuliza waona kitu? Akasema amini, akatazama juu akasema, naona watu kama miti inakwenda. Fungu la ishirini na tano, ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana akawa mzima akaona vyote waziwazi -wazi. Akampeleka nyumbani kwake akisema hata kijijini asingie. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba wakafika Bethaida. Bethaida ni mji ambao Yesu anafika na wanafunzi wake na wanapofika na wanafunzi wake, anaambiwa kwamba analetewa kipofu na kipofu huyu haoni, na hivyo basi kwa sababu haoni analetwa kwa Yesu, maana wamesikia habari za Yesu, wakasikia jinsi Yesu anavyofanya, wakayaona vile ambavyo matendo yake na hivyo basi kwa sababu wamesikia hayo, wakasema wakasemaya kwamba tumpeleke huyu kipofu kwa Yesu, maana kwa Yesu hakika kuna uponyaji. Bwana asifiwe! Kipofu analetwa kwa Yesu, alafu analetwa na rafiki zake. Sikiliza nikwambie, jioni hii leo, kipofu anapoletwa kwa Yesu, habari njema ni hii: kumbe hata aliyempeleka kipofu naye anakutana na Yesu. Hujaielewa hiyo kwamba, hata wewe unapoingia ndani ya kanisa, ndiyo kipofu wa kiroho? Ni kweli, wote wanaoingia katika kanisa ni wagonjwa, wanamuhitaji tabibu. Lakini pamoja na hivyo, tunapokuja kwenye ibada, ndipo uponyaji unapatikana. Bwana asifiwe. Amina. Kumbuka tunamjengea Bwana kanisa, na katika kanisa hilo ndipo Mungu atatukuzwa. Kumbuka kwamba katika kanisa hilo wagonjwa wataletwa kwa Yesu. Kumbuka kwenye kanisa hilo walio na matatizo watakuja kwake, na hivyo basi kwa sababu wanakuja kwake, rafiki yangu, ni kuambia habari njema, wewe ni miongoni mwa marafiki wanaowaleta watu kwa Yesu. Hujaielewa hiyo? Kama sadaka yako unapoileta kwa Yesu, ni miongoni mwa watu watakaoleta vipofu kwa Yesu. Mara takutana Yesu Yesu anapofika, anapoletiwa yule kipofu anamshika mkono. Anapomshika mkono, anaondoka naye na anapoondoka naye, wanatoka mpaka nje ya kijiji. Kuna habari njema kutoka nje ya kijiji, maana kwa vyovyote vile ni kweli, Biblia haijasema yote, lakini haiwezekani utembee na mtu msiongee, eti anakuja kweni, eti wewe unatembea na mtu alafu unatoka hapa mpaka Kirangari alafu amuongee si kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile Yesu wakati anatembea na huyu kipofu walikuwa wanajadili, na miongoni mwa mambo waliokuwa wanajadili ni maswala ya imani. Bwana asifiwe. Maana walikuwa wanajadili, walikuwa wanaongea maneno mazuri, maneno matamu, maneno ambayo Yesu mwenyewe anajua kwamba ni kweli. Aliletwa na rafiki zake ila saa hii kwa sababu anatembea naye, anakuwa na imani na Yesu. Bwana asifiwe, mara hii wanaongea. Sikiliza nikwambie, unapokuja kwa Yesu ongea na yeye. Bwana asifiwe, ongea naye. Unapokuwa unatoa sadaka, ongea naye kwenye sadaka. Unapokuwa unaongea naye, ongea naye hata kwenye shuhuda. Maana katika shuhuda hizo Mungu anatukuzwa. Analetwa kipofu halafu anaona watu kama miti na kwenda. Ni sawasawa na wewe, unaambiwa kwamba leo imepatikana milioni sabini na moja, na wewe unashangaa. Maana hata imani nilikuwa sina eti. maana sikutegemea kwamba itakuwa hivyo. Nikwambie, imekuwa ni ile kipofu kama wanapoongea wanapojadili, umeona, ninaona watu kama miti navyokwenda Yaani hukutegemea milioni sabini na moja, umeshangaa milioni sabini na moja na pointi imetoka. Maana kwa kweli hata mimi nimeshangaa. ya Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana sasa naniambia kwamba Yesu akamgusa tena, ngoja nikwambie, nikuambie, jioni ya leo, acha Yesu akuguse tena, uone wazi wazi. Bwana asifiwe. Kuna mambo namwomba Mungu ambayo hajakaa sawa, ngoja nikwambie, jioni ya leo endelea kuomba. Maana unapoomba Yesu atakugusa utaona waziwazi. Bwana asifiwe. Tafika wakati uchumi unayumba, ndio lakini omba kwa imani, nakipeleka sadaka za kwa shukani kwake. Maana katika kufanya hivyo ndipo Mungu anafanya kazi. Bwana asifiwe. Joni aleo wangapo anasema Yesu tusaidie, kipofu yeye aliona na wakatoka nje ya kijiji wakitembea na Yesu, na katika kutoka nje ya kijiji wakiongea na Yesu humo humo akamweleza humo Yesu. Na matokeo yake anaambia kwamba umeona? naona watu kama miti. Wenda ikawa hata wewe ulishakuona vitu kama yani unavyoona tu, mbona kana kwamba sikielewi. Lakini niweko si joni leo, ona kwa imani. Bwana asifiwe. Ona waziwazi, anasema Yesu tusaidie, tunatamani kuona waziwazi. Tunatamani kuona waziwazi wazi. Chochote kile ni cha kiroho tunatamani tuone waziwazi hapa wazi, mbele tupate kuomba. Kuomba kwa nini sisogee? Tupate kuomba sogea sasa hapa mbele tupate kuomba sogea. Sogea sasa maana ni Yesu anayetuita jioni leo tukaone waziwazi wazi. Chochote tutakacho kifanya tukakifanye kwa imani. Najua kuna watu ambao tuko hapa tumeahidi, lakini hata kuzipata hizo hela hatujui Nikwambie, ona waziwazi wazi mapema. Bwana asifiwe. Ona waziwazi wazi kwa imani, maana hapo katika kuona waziwazi muujiza wa Mungu. Ona wazi wazi. Ona, najua kuna mtu yuko hapo, lakini nikwambie jioni ya leo jambo la pekee, ona waziwazi wazi. Mungu akikutendea mengine, mwenyewe anayafanya mwenyewe, unashangaa kuna maombi mengine ulishaomba mpaka ukayasahau sahau, leo nashangaa amekutendea kule, kuona waziwazi -wazi. ona waziwazi -wazi kwa imani kwanzi sasa bwana zij wazi ona waziwazi ukiona katika vya hali ya juu, mimi jengonish liona limeshaisha zamani nilishakwambia yeah. Tangu Jumapili kawambia kwamba ilo limeshaisha, yani utaliona kwamba halijaisha wewe kwa imani yako, ila kwa imani yangu mimi na yesu limeshaisha. Pesa zitatoka wapi? mimi sijui ila anavyojua yeye ataleta Amen. Hey, ataleta kwani, mlikuwa si mwajua hawa kina kopu, si waliletwa tu? Sasa hey, unataka nini? vingine vingine Yesu analeta, wanaleta kwenda ikawa waleta hivi nao wanaenda kuleta wengine, jamarawsivyu, wana wanaleta, na wengine, kazi inaisha, unashangaa inaisha. Kule Maramba tunajenga alafu hujui kama inatoka wapi hela, na hata hivyo gorofa inajengwa Watu walishajitolea, kuna watu wa kuweka wearing wa kanisa zima na hautadai chochote. Sasa unataka ufanye nini? Sikuona waziwazi, ona waziwazi kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Fanya kwa imani, chochote unachokifanye kifanye kwa imani, maana Yesu anaweza, Yesu anaweza kufanya. Yaani hata nile biashara kuna inakoma ni kadogo, kwa jina la Yesu ione ni biashara kubwa, utashangaa kienda. Tuombee. Baba yetu na Mungu yetu, Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante maana tunaona waziwazi kwa imani. Asante maana tunaona kwa imani, magonjwa yakitoweka. Asante maana kwa imani tunaona biashara zetu zikinyanyuka. Asante maana kwa imani hata uimbaji wetu naunyanyua Bwana. Asante maana kwa imani hata kazi zetu nazinyanyua. Tunakushukuru Yesu kwa ajili ya kufanya hivyo. Jioni ya leo tunaleta bila pengine yeyote aliyekugusa katika ibada ya siku ya leo kambariki Amina. wako wengine waliotoa wakiwa mbali, kawaguse baba Amina. wako ambao wamekuletea wakiwa na changamoto zao baba yangu na Mungu wangu, kawatatue changamoto zao Amina. wako ambao walikuandikia barua katika sadaka hizo, kama utapatia kazi, kawapatie kazi Amina. wako ambao walikuandikia barua wakiwa na shida, jioni ya leo Yesu shida sana. Nina kushukuru Yesu maana umefanya. Nina kushukuru sana maana kuna watu ambao hata dakika hii hawajajua kwamba atatoa wapi fedha kwa ajili ya kukujengea nyumba. Kawasaidie wakaone waziwazi mibaraka ya pekeeo yu analia. Juani ya leo ninaleta bila pekee. Watoto wako watasafiri kuelekea siyo mbali mbali. Safiri pamoja nao. Kawafikishe salama. Na mwisho wa yote, tukakushangilia na kulinua jina lako. Zaidi sana andaa majina tukwa leo uzima milele. Endelea kutubariki Bwana. Endelea kutakasa maana ndivyo tuombavyo kwa imani kupitia jina takatifu, jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu, huo amen. Amen. Baada tu ya kupata baraka hizo za neno pamoja na ombi, wale wageni wetu mfike kwa amani ya Bwana, wakati huo washiriki wote wa Bethlehem wakibaki kwenye viti, maana kuna mambo ya kuweka sawa.